Kuna watu ni kama wamekuja kuharibu maisha ya watu huku duniani au kuwafanya watu wengine wasifikie ndoto zao. Kama kwenye watu ambao uko nao kwenye jamii yako au kwenye familia yako ndugu zako, wazazi wako anakudharau. Anatafuta ligi, yani kila ukija na mpango kazi wake ni kama anatafuta ushindani tu, mshindani mkimbizani. Ana anakupa wasiwasi badala ya amani. Yani ukikaa naye always unajisikia wasiwasi. Anakuletea negativity. Kila ukimpa mpango kazi wako, yeye anaongea negativity kwenye huyo mpango. Au watu wa design yoni, ni wakuwa nao makini sana, ikiwezekana ni wakukaa nao mbali kabisa. Yani ikiwezekana tafuta namna ya kuwa cut off, kwa sababu kama ni mtu ambaye kila ukimwelekeza mpango wako yeye anauchukulia kwenye engo tofauti, huyo mtu hamuoni, hamuoni kitu hiki kimoja ya anaona cha kwake, wewe unaona cha kwako, aidha anatafuta ligi au ushindani. Lakini unaweza kukuta mpango kazi wako umenyooka, lakini kutokana na vision yake ndogo ama wivu aliyokuwa nao, anaweza kukuzuia kufikia ndoto zako kwa kukukatisha tamaa, kwa kukupa dosari za hicho kitu unachotaka kukifanya. Yani ya haoni mema wala haoni impact itakayokuja kutokea kwenye upande wa faida. Yani anaona ya what if kikifeli, what if kikitokea hivi na hivi, yani anaona ya kwenye upande wa negativity tu. Asia watu ni hatari sana, yaani ni hatari sana kwa sababu wanaua ndoto yako dakika sifuri. Mtu anaweza ukakaa naye hapa, kawa unamwelezea kitu chako, and just within a one minute, ukimpa tu nafasi ya yeye sasa kukupa wazo lake, yeye ameua mpango kazi wako, yaani hautaka urudi kwenye mchongo tena, so epuka hao watu.